requesting and asking for you to just find it in your heart to, to forgive me. Uh, hello hello, people, mazuna paka ma kawaida, so my guys Kami jana aliachiwa sister yake akasema nda kumosha, but sijui, wakasema anampeleka madhare, but sijui cha tusikie vile kunaenda daktari no. Sasa sijui tulishindwa jana, tuliachiwa Rose na akona hizo plan na anafadiza mm. kumpeleka madhare. Dona. Acha nikueleze, unajua wakati walikaa na yeye, huyu si wa kukalika huyu mm, hivi usiku mzima, hata kama ni wewe masi, hautaweza lakini, mama yao aliwaachia mm, sababu alijua akiwaachia itakuwa nyepesi wao kuniconvince mm, ila sifanyi hii kwa sababu wamenisawishi, nafanya hii kwa sababu nataka kuweza kufungua mambo kadha wa kadha. Kitu cha kwanza, huyu pia anastahili kufunguliwa, sio tu jinsi alivyo hivyo ati ni kuponya peke yake. Anastahili kufunguliwa ili pia naye aweze kufunguka macho, aweze kuona kesho iko namna gani. Ni msichana mdogo, ni msichana mdogo. zaidi ya hiyo mambo ambayo anayapitia alifunzwa, lakini kile kiboko ambacho nilimpa ni aweze kupitia aone ule uzito ambao watu wanapitia huku nje, na sababu ni mtoto mdogo, atajifunza. Unajua, hata wanasemanga samaki mkunja angali mbichi mm, you cannot fold a dry fish, itavunjika. Kwa hivyo sababu wameniita, na tuliweza kuongea na Fredi, akaniambia kama utafungua yeye, na uweze kumfungua mpaka na macho itakuwa bora zaidi them you know, on that. Sasa labda yeye azungumze kama yuko sawa, mimi nami sina budi. Tutazungumza hapa tujue jinsi tutafanya. Itoke kwa roho yako, ongea kwa roho yako. Mi honestly, by the way, mi hizi vitu zishanichosha mm. Ju, mom living Rosie with me like, ni kama sasa kunilazimisha I make the decision ya kusema and all that, nimewasamehe anhatd arudi poa mm. But then, hata nikisema nimewasamehe and naitoki hapa ukweli will be lying okay. And honestly, still bado sijaza kusamehe ya mom the other day I did ruin whatever we are having with Fred Hmm. Surprise ili yeah, sikuya so, that. So that, then again si rahisi, so me <coughs> nataka tu daktari I don't know what he will do but I'm sure atafanya kitu hmm. Rozi tu apone, but for my forgiveness is isiingizwa apo juu honestly. Mimi na sijaweza kumsameha mostly, mama aponeshwe tu na maybe, kama atafunguliwa atafunguliwa macho aoneke mama amekuwa akifanya akifanya juu honestly speaking, ude mako viju ya mamu mm. mm. as much as but mam is to be blamed 80 percent. Yeah. So daktari tu akam throu juu <laughs> mi bado sijaweza kuwasamehe. Kwa hiyo uko sawa, arudi. Sawa, acha arudi tu kwa daktari. Mi amtaya, nimechoka na hizi vita hizi maishu za familia zinanichosha. I just want my life back. Kama itamaanisha Rozi being okay, well and good. Acha rudi mm. tu poa. Tutoka kwenye mtu aseme oh, no. Mkupeana watu waongee tusikie, muulize Fredi pole, nisiwe namwamulia mm. Yeah, mimi mimi kinyi naanza sema me I can't forgive them but msamaha inakujanga polepole so kitu yenye mamake anajaribu ni tufosi hiyo msamaha so mi kenye naweza sema tu atibiwe tu arudi saa pia yeye aone najua amesikia hiye uzito amesikia uzito yenyee yenye not everything ni kufanya tu juu ya kifua mm. kuna vitu zingine zinapelekwa tu polepole pole, mm. until you find the solution siyo mm. yao ya kujipiga kifua mm. so aponyeshwe tu lakini akirudia tena eh, wetu mwisho But mi mi sisema nimewasamea lakini hata akishaponyeshwa it will be hard, ile tukae chini tunapiga story takuwa ngumu. Sasa nikuuliza, kishaponyeshwa bado unataka mali yako back? yeah that's the reason why niko huko yeah, ingekuwa sitaki, ingekuwa nisha rudi. Okay, wa mtoto wa binadamu hata e, mimi niko na maoni <laughs> e, mimi nasema kitu moja. Unajua hata Biblia wakati Yesu alikuwa ameanza teachings zake alisema kwa the sermon on the mount, alikuwa anasema why, why take out the, uh, the speck that is in your eye mm -hmm. and yet you cannot see clear, uh, like you cannot see the log that is in your own eye mm -hmm. you first remove the log that is in your own eye mm -hmm. and then you can be able to see clearly mm -hmm. to remove the speck that is in your brother's eye so kwa hivyo mimi sina maoni na mbwembwe na mbwembwe sana mtoto binadamu haya you said so I think you can continue mbwembweim Kabla sijaendelea yeah, kuna jambo nataka kuonya kwanza yeah. Nikumbukwe Rose alikuwa mke wake Fredi mm. Na Fredi kwa sasa, wakati Kami alirudi, wakawa katika hiyo process ya kuwa pamoja mm. Fahamu kwamba nilikuwa nimezungumza nikasema ya kwamba siwezi taka wawe pamoja yeah, yeah, yeah. Aa, kwa hivyo sitataka pia Rose aweze kuumia, maanake atarudi katika akili zake mm. na hisia ni hisia tu mm. Aa, kwa hivyo ningependa kumwambia Freddy kama, yaani, kama ikiwa itakuwa hivyo, sababu ile kazi nataka kumfanyia Rose, nataka kumtengeneza, kumsafisha akili yake kabisa, yani arudi mwanzo hata asije akakumbuka chochote, sijui kama unanielewa. Sababu yeye akiendelea kuishi venye anaishi kisha ajue alihusika katika kujaribu kumuua dada yake, pia itamkula kimawazo kila wakati wanapokuwa pamoja. Kwa hivyo, ile kazi ambayo iko kwa Rosi ni kazi kubwa ambayo inanistahili ni muondoe hayo yote, niweze kumtolea hayo yote, waona Nikisha muondoa hayo yote, anarudi yuko sawasawa, atamuona dadake. Atamuona dadake, amuone na upendo zaidi mm. Kwa hivyo, hivyo ndivyo nataka kufanya na nimweleze Fredi ikiwa mm, yani ikiwa tu kibahati mbaya Rosi amkumbuke, ya aone kama mpenzi wake Fredi, naye aweke ile kitu inaitwa control, na muhandle kama dadake, asimuone sasa kama mke wake, kama dadake Fred. Kisha nikirudi kwa Kamila, yakitokea hayo, tunajua sisi ni wanadamu na mara nyingi tunashikwa na wivu. Isifikie yatokea hayo, kisha uanze kumwambia Fredi hata alikuwa mke wako, enda na yeye, una force mame na yeye despite anything. Ukue hapo, Bobby, wewe ndio support ya watu wawili, unasimama hapo katikati, you play a major role of uniting them. Usikue saidi ya ndugu yako peke yako, kuwa huku, kuwa huku, zungumza nao pamoja pia nao usisahau, una msamaha unahitaji kutoka kwa Kami daktari hmm. Nasema mi ndo akili yao yani, naomba niendelee, wachana naye <laughs> kitu kingine yakumbukwa maovu maovu ambayo yalifanywa yalifanywa kati ya Bobi na Rozi. Kwa hivyo pasitokee pia Rozi akimwona Bobi anamwona kwa njia ambayo ni ya kutatanisha hmm. Kumbuka, kama mtu amekupa kazi ya yeah, kumwangamiza mtu, hata akakuona wewe atakuogopa. Mm. Kwa hivyo pia hiyo ndio kitu nataka kushughulikia na nimwonye Bobby, under no any circumstances ufike mahali uanze kumkumbusha Rozi maovu ambayo mlifanya. Kile kitu naweza kusema kuanzia sahi kuendelea, it's high time kila mtu anaenda kubeba mzigo wake, hivyo ndo naweza zungumza kila mtu anaenda kubeba mzigo wake. Nataka kuanza kazi kwa njia ambayo unajienda kujiuma kwa maovu ambayo uliyafanya. hmm. Kitu ambacho ni cha muhimu ni kurekebisha na kuelewana, mnapatana hivi, mnapatana. Huyu kama alikosea huyu, ni jukumu lake kumwomba msamaha. Jinsi niliambia Bobby, ulimkosea ni jukumu lako. Akikataa, unabeba mzigo wako. Kwa kwa wakati ambapo atakusamea, sijui kama alisahau, jinsi nilimwambia, wakati huyo atamsamea naye ataweza kupata kazi mzuri sana hivyo ndio nilimwambia. Kwa hivyo, it's time pia yule devu devu, nakumbuka nilimwambia nataka kumweka kwa kazi, mambo yake ndo anaendelea nayo. Kwa hivyo huyu, wakati nazungumza, kazi yake ni mingi. Uh, nataka nitamguza, nimshughulike kidogo kisha utaniruhusu hiyo kitu nataka kufanya, sitaki kufanyia kwenye kamera. Utaniruhusu mm, nisonge na yeye kidogo, mimi niende nimshughulikie vizuri mm, kisha nitarejea na yeye akiwa sasa ni mtu ambaye yuko katika akili zake. Hivyo ndo mm, nataka kufanya mm, na kisha yule mama yao mm, mama ya hawa mm, awa wawili mm, kuna jambo ambalo litatokea, utalitazama mpaka wewe utashindwa mm, kwani kilitokea aje mpaka ikawa hivi. Sababu sasa nataka aende abaki peke yake hivyo, mm. ndio nataka abaki peke yake. Kama atatafuta wale watu wa familia sitaki kujua, mm, lakini huyu ndo alikuwa support yake kubwa sana, yule Rozi, mpaka alikuwa ameyo kwa mikono hivyo, anajua ndo atarithi kila kitu chao. Alikuja na dadake ambaye alisema ni anti yake Kamila, mm. labda atabaki na yeye, lakini kikubwa ni ya kwamba tufungue huyo akili naye pia aweze kuona yale maovu ambayo mama yake amempitia, wasted of time kwa miaka mingi zaidi. Kuna ukweli ingine pia ntakueleza baadaye, ila si leo, hiyo ntakueleza baadaye. Bobby, ulifanya jinsi nilikueleza? na wewe ama wakati mmerudiana na ndugu yako umesahau, ulikuwa na kibarua ya kuomba msamaha. Ndo maana nimezungumza, nikasema ni wakati kila mtu anaenda kubeba msaada mzigo wake. Au nataka wazungumze, lakini kumkumbusha tu no. mimi ningelikuwa yeye ningekuwa natumia wakati wangu mwingi kuomba msamaha hapa, lakini so, unajua dame, wakati alikaribishwa akasahau Unajua, usiwai wacha hata niambie watazamaji, usiwai kuwa na ile kitu tunaitwa una assume kuwa mtu fulani anajua iko hivi na hivi, kisha unaacha kufanya ku, ku, ku apologize kwa makosa ambayo ulimfanyia wewe, unasema tu ni sawa, si tunaongea. Haiwezi ikawa namna hivyo. Nataka ubaki ukizungumza na hawa, zungumza pia na huyu, tujue kweli ni kitu kinachoendelea kwa akili yake anapomtazama Bobby. So, kumbuka yeye alimfanyia it's more than mentally tortured na pia physically alikuwa affected kabisa jinsi nimekueleza, mtoto wa binadamu. Naomba niende na huyu. Nichukue mic daktari. Chukua hii, chukua hii. Haya, mtoto wa binadamu. Huyu nitaenda na yeye. Kuja, hmm. Mama. Leo mtoto anasikia maneno, unajua yuko kwenye alikuwa mazuri, mtoto huyu anasikia, tamekonda ameteseka. Ah, atakuwa sawa, unajua, kikubwa yuko hai na anapumua, atakuwa sawa sawa mama. Sasa mimi usinifanyie hivyo, mimi nataka hicekechekea <laughs> hapa meno ambayo sibiti. Tazama huyo, ntaenda na yeye wako. Eh, a cha kwanza masi <coughs> Si mimi. Yeah, najua oh, macha kwanza masi uh-huh. Yeah, nataka kwanza kusema. Hmm. Uh, I'm, I'm a changed person. Hmm. Unaona. Unajua confessing mi mwenyewe sahii it's called self realization no. Eh, mm. Uh, so mi kwanza, I want to thank you kwa hii history yote umenifikisha hadi hapa mm. Nimeona hii mambo yote ni mambo mingi nime experience at my age eh, mm. Uh, so acha nirudi kwa <coughs> Kamila hapa uh, coming it's not easy i know it's, it's, a heavy burden not just on your side but on my side mso of the guilt that i feel najua daktari anaweza kaa ivyoonekana kwamba mi nimesahau ama nimerelax because right now i have family but uh, it's not that way each and every moment wanga na kuona it reminds me of the, the dark world yenye nimekupitishia and it saddens me a lot uh, so i will always and will forever beg for your forgiveness uh, yani nataka tu ufind it in your heart wache kuniona kama like at least You, you stop seeing like the negative side of me and ukiniangalia unaona huyu ni mtoto wa binadamu pia mwenye ana deserve chance unaona the, the only thing that I'm asking from you is a chance to, to maybe I know I cannot make it better but I myself I can be a better person unaona so that chance inakuja wewe mwenye ukinipatia hiyo in your heart you might not say it to me right now because I know the gravity of the matter lakini uki kwa roo yako ukijiambia it is well hata mimi every place I'll go I'll have peace and it shall be well with me so I'm kindly like humbly requesting and asking for you to just find it in your heart to forgive me kwa hizo vitu zote zenye nilikupitishia knowingly and unknowingly. Yeah, I'm really sorry. It's okay, it's okay, nimekusikia and for sure I may notice you may change from how you do things. Ule ule Bobby mwenye nilimjua the first time I came here na mwenye sai leo hii tuko naye there are two different people. At least me accept makosa yako na pia nilijua it was not your fault. After I explain everything. Ulikuwa tu unatumiwa. And then again, you had to survive. I get all that and I feel your regrets. For now, as time goes by naendelea tu nikisahau what happened in the past sana sana na wewe. What happened to Fred, okay, au so. Mnanipea that piece like nikiwa tu around nyinyi like vitu zinakatu zinarudi, tupoa. No negative energy. Mnanishikilia na ishu ya sistangu na mamangu na kumpelia ile idea ya ku propose na kusema pole, hata kama si kuongea that day. Kuna vitu huwa tunaona tunajiekea, tunanywe. Yeah, sure. Mtu Kenya anasema na mimi The one thing I can promise, one thing I can promise to you <coughs> is that when you forgive me I will not take it as an advantage to sit back and relax and say now, the world is all mine, nime forgiviwa no one is carrying me in heart. but rather I'll take it as an opportunity to do good and to show the world that someone, like something a dark spot can always like shine bright someday yeah that is what i can say to you right now i get your point but then again unafaa uelewe one thing me forgiving you doesn't mean that maybe vitu zitarudi venye zilikuwa kwa kitambo yeah, sure. but i'm going to try hard at least to back it as a family that we are at least kupe chance ama ni kupe chance ya kuenjoy brother kwa mwenye umempata in this life at least mekona mtu w to give you chance to enjoy i maishaya having a family yeah, sure. na get na get and also i deserve peace so isee joy if i forgive you pia there is a part of me that is getting healed yeah sure so i'm not doing it only for you but also for myself i just hope so, Mom mamna Rose wangifanya pia ikwe easy to forgive them, wanpe tu is time, wanpe time, ni process vitu nijue what I want, but instead insed anamotu kufanya vitu kivya wa, and it's okay. kivyawandisok but as for you I have no blood we have no bad blood I have nothing but against you, you are still family Okay? Ok yeah. All is good. Uh-huh. <laughs> eh, just to clear the air. kibro eh, anaeza unajua sijui nitaisema aje honestly lakini naonanga watu wakiwa na, wakiwa na mbwembo mingi kama wako na like way yuko in good terms wakishakuwa in good terms at least omen wanga tunasalimiana kiburasa si ndio? Lakini sasa hapa eh, naweza pewa kihag kidogo, ama moja tu moja tu. Fine fine, achani ag shemeji, najua hata

Venye time nilianza kuenda nilianza kusahau, cause he has been a good boy. Unajua, nilikuwa na shuku kitu kimoja, ili sikueleka pesa kwa mfuko. Nikasema street mfukaema ama mezaukwa pesa ni ama nyingi uko na mpima uone kama that that day that was alipita test ya kwanza cause <laughs> pesa nikasema eh alimaliza two days kama ako nazo na akazirudisha tu zikiwa zote, so I passed test number one, number number two. He has been a good boy, he has been there for me, he has been advising me each and every day. So tuseme tu mimi nilianza tu kusahau yenye misina anything against him Mi nilimsamia kitambo amechange. blood is thicker than water, unajua hivyo ndo anasema, haina mbombo mingi lakini, mm hata -hmm. hatujui penye yako mm. Ata... <laughs> Me, I don't feel like cause ita complicate tu vitu mingi itaanza mm. kuleta vitu mingi mingi sinajua tu mm. Yeah, so me anything with Bobby we are good. Dave nilimpea chansi ya kwanza na aliiharibu, so yeye atangoja ngoja na dini kikula kanyama hivi kasupu kanateremka tu, unaona hata siezinyongwa. una dini likuwa naogopa kakwatebo nao pamoja mm. nakaa hivi kidogo eh, unastuka una yani, hata ile time ya kusavu unaona, kakuku unachukua kale kadogo, unaona <laughs> juu unafil bado eh, left out, lakini sahii mm. Sai kwani nini? mm. Twende twende, hiyo mgongo ni yetu ama ni aje? Yeah. <laughs> Uh, so, ajesoiftatuamie hapo tuone ile siku inaisha. Nawapenda sana. Subscribe, like, comment and share. Na mkuje mnunue mango. Love you so much, bye.